Kwa maoni yangu, nilitaka labda waboreshe miundombinu kama hivi tunavyoona, barabara kweli zimetusumbua, lakini tunaona faraja ya barabara kwamba watu wapo kwenye mwelekeo mzuri wa kutengeneza barabara na vinginevyo. Ila chengeni kikubwa kama sisi ni madereva, tunafanya kazi labda kwa Wahindi. Ila vitu ambavyo kama mheshimiwa atakuja kuchukua nafasi hiyo ya urais, niko naomba labda akazie sana unakuta unafanya kazi labda kama hivi kwa muhindi unalipwa laki tatu laki mbili na nusu. Alafu kikubwa mno, labda kwenye hizo kazi ambazo unafanya hamna NSSF, hamna labda bima afya, vitu kama hivyo, hamna mikataba. Vile vile ni kitu cha muhimu sana. Mheshimiwa yote ambao ataingia kwenye madaraka kwa kipindi hiki, serikali iba ingebadilisha kwamba iende kidogo vile wananchi wanavyohitaji kuliko kwenda vile ambavyo wanataka. Kwenye swala la mfumo wa vyama vingi, iwe huru, iamue tuende na mfumo wa vyama vingi ama tuwache, ili wananchi wawe kichwani kuamua kitu kimoja, tuelekee mwelekeo gani.